A, kabla ni kutaarifu habari hizi za ndani na kuomba, ikiwa unatutazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu ama mbili uponyeze patani ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV. Cha kuzingatia ama cha muhimu zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu ni kueleze vile tunapopeperusha matangazo haya kutoka Mbeya nchini Tanzania, vile tumepokezwa habari, Rais wa sasa ambaye yuko mamlakani Samia Suluhu Hassan amechukua sheria na hatua ya kumutia mbaroni waziri wake. Tunataarifiwa ya kwamba katika serikali iliyopita Ikumbukwe kwamba Samia Suluhu Hassan alichukua serikali kutoka kwa John Pombe Magufuli ambaye ametutangulia mbele za haki, akamwachia serikali ambaye aliendesha hadi mwaka jana, wakati uchaguzi uliweza kufanyika. Kulikuwa na waziri mmoja katika serikali iliyopita awamu iliyopita, ambayo ilikuwa inaendeshwa tena na Samia Suluhu Hassan ambayo ilikamilika mwezi wa kumi mwaka jana. Kuna waziri ambaye alikuwa katika serikali hiyo hiyo ya awamu ya iliyopita ya Samia Suluhu Hassan ameweza kukamatwa ghafla katika taifa la Tanzania. Na wakati tumekuwa tukifuatilia taarifa hizi ili kujua kwa nini, chanzo ni kwa nini Samia anakasirika na kumutia mbaroni aliyekuwa waziri wake katika serikali iliyopita ambaye hatuwezi kuruhusiwa kufichua jina lake kwa sababu za kiusalama, tunataarifiwa ya kwamba amekamatwa kwa sababu mbili. Moja, inadaiwa waziri huyo wa serikali iliyopita ya Samia yuko na tofauti kubwa na Paul Makonda ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha CCM. Katika siku za hivi majuzi tumeona Makonda akipandishwa ngazi haswa katika uongozi wa chama cha CCM. Tukamwona katika kikao kile ambacho kilifanyika kule Zanzibar na hatukuona makamu wa rais Emmanuel Nchimbi akihudhuria. Tuliona Paul Makonda akipandishwa kuwa mjumbe maalum wa halmashauri kuu ya chama cha CCM, na habari zile ambazo tunaambiwa ya kwamba Makonda anatakiwa kuwa makamu wa rais achukue nafasi ya Emmanuel Nchimbi, kwa sababu Suluhu Hassan alikuwa na nia ya kuhakikisha ya kwamba Makonda amekuwa mgombea mwenza, wala sio nchimbi ila Nchimbi aliweza kuletwa na aliyekuwa rais Jakaya Mrisho Kikwete, na tunataarifiwa ya kwamba ikiwa hatua hizo haziwezi kufua dafu, ilikuwa naibu rais ama makamu wa rais, Makonda atapandishwa kuwa waziri mkuu na Mwigulu aweze kuwekwa akando. Kwa hivyo tofauti ile ambayo Makonda ako nayo na waziri huyu wa zamani katika awamu ya iliyopita ya Samia Suluhu Hassan, ako na tofauti kubwa za kisiasa, jambo ambalo limeweza kufanikisha yeye kutiwa mbaroni. Sababu ya pili, vile tunapokea taarifa za ndani, waziri huyu alikamatwa kwa sababu alitoa hela nyingi kwa akaunti yake ya kibinafsi mara moja. Unajua, kulingana na sheria za hapa Tanzania kuna hatua zile ambazo zinachukuliwa kwa yeyote ambaye anaenda kwa benki ili kutoa hela, hata ikiwa ni zako. Mara nyingi serikali inashikwa na wasiwasi mkubwa, wanajiuliza, hela hizi ambazo zimetolewa nyingi mara moja zinaenda kufanya kazi gani? Na vile sasa hivi kuna changamoto ama mchakato wa kutingishwa kwa taifa la Tanzania kufuatia maandamano yaliyofanyika mwaka jana. Sasa watu wanajiuliza serikalini, mbona huyu ametoa hela nyingi, anaenda kuzifanyia nini, ili hali tunajua sio za wizi. Mara nyingi hela za wizi haziwekwi kwa akaunti ya kibinafsi, ila watu wanaweka kwa magunia. Wanaenda wanaziweka mfunguni mwa kitanda ama wanaenda wanachimba mahali wanaziweka, lakini huyu waziri wa zamani alikuwa na hela zake katika benki yake. Lakini wakati alitoa nyingi, serikali ikatingishwa ikatetemeka. Inawezekanaje huyu mtu ametoa pesa nyingi anazipeleka wapi? Na Rais Samia Suluhu Hassan mara nyingi amekuwa akisikika katika vyombo vya habari akisema ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafadhili maandamano. Sasa serikali inajiuliza huenda huyu ametoa hela ili kufadhili maandamano mengine katika taifa la Tanzania, ndio maana akachukua nafasi hiyo kutumia vyombo vya dola kumkamata uh, huyu ambaye uh, ni waziri katika serikali ambayo iliyopita ya awamu iliyopita ambayo ilikuwa ya Samia Sulu Hassan, kwa hivyo penye tumefika tunapopima kwa umbali, Samia Suluhu Hassan anatetemeshwa na hali ya uongozi nchini Tanzania, kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua aliweza kuji uh, kujichagua yeye mwenyewe katika kiti kile ambacho anashikilia sasa hivi cha enzi Ikulu kama rais, kwa sababu aliweza kumfungia Tundu Lissu na Mpina wa ACT Wazalendo, hawakuwania kiti cha urais kwa sababu wangeruhusiwa tu Uh, tunapozungumza sasa hivi, Samia Suluhu Hassan labda angekuwa kwa uh, mahali pengine, maybe kwake, ama ametoroka katika taifa la Tanzania, lakini akaona kwa sababu hawezi kuwashinda, akamtia mbaroni na kuwazuia wale ambao walikuwa viongozi maarufu kuwania kiti cha urais katika taifa hili la Tanzania. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan yuko na wa, wasiwasi, hawezi Uh, kuendelea na uongozi pasipo kuwa na wasiwasi, kwa sababu anajua tu aliweza kujichagua yeye mwenyewe, kwa sababu maandamano yalitanda. Hata watu wanajiuliza ni muda upi ambao watu walienda kuweka foleni na kumpigia kura uh, Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tume ile ya uchaguzi iliamua kumtangaza kwa ushindi kwa asilimia ya tisini na nane. Jambo ambalo iliweza kuleta wasiwasi mkubwa nchini Tanzania na kusababisha maandamano, kisha baadaye maafa yakashuhudiwa na watu wengi waliweza kuangamia. Hayo ndio yanaendelea, na sisi tunatoa siri zote. Vile tunavyopokea habari hizi, lazima tuhakikishe kwamba umezijua zote. Uh, baada ya kutathmini na kujua kuhakiki kila jambo lolote ambalo linatendeka hapa Tanzania. Nitarudi na taarifa zingine ikiwa nitazipata za ndani kwa sababu mtandao wetu wa Tanzania ITV ni kutoa habari za ndani. Lakini nakuomba nitamatishie hapo. Lakini ikiwa wewe ni mgeni waaz uh, ambaye umetutembelea katika mtandao wetu wa Tanzania ITV na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, tunapomalizia uponyeze patoni ya subscribe na, na uwashe kengele Kipo hapo kando tu kwa pataoni ya subscribe ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana.